E, bwana karibu sana mwana michezo, popote pale ulipo, kanda ya kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, njoni hapa bwana tuzungumze michezo na burudani, kwani sehemu pekee tunapoweza kuziangazia na kuzipata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, basi na shaka nikwambia kwamba ni hapa Chapesa Media. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo, wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, kwani sisi na na tuko tayari kwa ajili ya kukupasha taarifa mbalimbali, na taarifa za kweli zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mimi niko na Mkude wa Simba Sports Club, Mkude Simba ndani ya Chapesa Media, nianzie hapa mwanangu. Eye. Mkude Simba Simba Sports Club, jana umeiona? Sana. Nimeiona ndugu yangu. Mm, nimeiona juzi na nimeiona sana eh, jana. Na ndio maana nimesema eh, nijipongeze eh, na niwapongeze pia wachezaji na kuwashukuru kadri ya uwezo wao ulipofikia. Aaa, dakika 90 umezionaje mzee wangu? Dakika tisini za moto. Uhalisia uh -huh. Ule uhalisia kabisa, mimi sio nakaa tu mladi mtoto akikosea anafanya vizuri uh -huh. Kwa hiyo wachezaji kadri ya uwezo wao uh -huh. Aujaniizisha bado. Simba shida ilikuwa wapi hasa kwenye mchezo wa jana? Kwa jana naweza nikasema labda maana nikisema mwalimu nitakuwa nitamkosea nitakuwa sikumtendea haki kwa sababu ye ni mwalimu wa muda na ni mwalimu wa timu ya taifa. Tunashukuru pia lakini wachezaji wako wajitambue wapo katika klabu gani? Wako kwenye logo gani? Ile klabu Afrika ya tano yaani kwanza wao wajitambue. Alafu wakishajitambua nadhani Simba itatambulika. Yaani wachezaji wakijitambua Simba itatambulika. Maana hiyo ndio kusema ya kwamba wachezaji wa Simba Sports Club hawajajitambua vile wanavyopaswa kujitambua ya kwamba wapo kwenye timu ya aina gani. Ni kweli kabisa. Yaani hawajijitambua kabisa kama sasa wapo katika Simba Sports Club na wapo katika top 5 yeah, wa Afrika na wafanye yeah, kazi zinazotakiwa Afrika. Bado vijana wangu hawajajitambua. Shida kwa wapi haswa jana? Jana wale vijana kama ambao wameangalia mpira. Wale vijana kama walivyokuja wangekuwa kuna jambo wanasema, sasa tunataka tutoe macho kweli tupambane, hey. pale mimi lingenikuta neno. Jana, mimi lingenikuta neno. Kwa wenzangu, hey. mimi nasema ule uhalisia mimi sisemi tu kwa sababu Simba naipenda si kwa sababu Simba nailipia ada Simba, mwanachama wao, hapana. pale penye uhalisia inabidi tuseme kwa sababu Simba yetu kwa sasa hey. au kwa Simba tuliona michezo miwili hey. tofauti na Simba niliona kwenye dabi hey. Sasa sijui labda ilikuwa fluke hey. ya dabi sijajua hey lakini sikuelewa hata nilipocheza ligi mm. kabu Fontaine alikuwa na watu sababu hana, lakini kanipa taabu ule uhalisia Fontaine gate eh. hana sababu mm -hmm. lakini kanipa taabu uh -huh. Sasa je, angekuwa na watu aa wa maplayer wake inawezekana ningeanza kupoteza mchezo ule uh -huh. kwa hiyo lazima ule uhalisia tuuelezee, tusikae tu kwa sababu tuna simba, tuna simba, tuna Simba, lazima tuelezee ule uhalisia kabisa Fontaine miangenalibia shughuli na hata uongozi wa Simba nili, nilishangaa tu kidogo baada mm, ya kuwa fadu kuondoka kama tulikuwa tuna mipango ya muda mfupi mm. Sijui kama labda walimfikia Mgunda akakataa sana waka sana mm, Kitambi, Dennis Kitambi, sijui kama yani hao watu nikutajia ni walimu wa mpira mm, kwa sababu kama Dennis Kitambi ana watu kumi tu sababu ana kanipa tabu mimi na watu ishirini na nane sasa je, kama ningempa wale watu ishirini na nane afu nisimamie hii mechi inawezekana likawa neno jana zuri sana e, e, kwa sababu nitakuwa ushinde na mpira uchezwe, sio ushinde tu, hata e. Mimi jana pale nilikopo na Emea Sale, taifa naomba sale mimi, taifa naomba sale, ile kauli ya kwa Mkapa atoki mtu ndio jana. Sasa nilikuwa nazaeleka, nilikuwa na fia pale pale nyumbani kwangu jana, ulikuwa inafia pale pale nyumbani kwangu pale lingenikuta neno, kwa sababu lingenikuta neno, nasema hivyo kwanza. Sijui sababu inakuja wapi kwa wale wachezaji, ndio maana nasema wajitambue. Uweze ukapata nafasi tano clear chance, unafunga goli moja alafu la penalty au faulo inakusoma goli, ndio au wao? Akunitendea haki na waje itendea haki Simba jana uh -huh. Pili sabu kidogo mwalimu alivyomtoa soa uh -huh. Mimi sikufurahishwa kwa nini yule simba mweusi alikuwa anatakiwa abaki, alafu anitolee pale, kama yule ya wange chomo wange baki soa, alafu angenitolee mtoto alioniingizia jana yule wa kutoka Zambia, Mutale Joshua, winga Mutale, winga mpe mpanzu, mwambie soa, simama hapo juu. Sasa alipokuwa anacheza yule bwana pale, mimi nilikuwa nawaweka magoli yanavyotakiwa, zile za soa zote zile alikuwa anaweka. Hii ni mara karibia ya tatu mpaka mara ya nne hivi, mkimwangalia, shida haswa huyu kijana iko wapi? Jean wa. Yule wa sijatambua kama anatambua jezi aliyoivaa kwanza mm. Ana jezi namba kumi mm. ambayo anavaa mafundi duniani. Au imempalia namba aje. Anaambia nimpe basi hata 10 na ngapi niongeze pale sifuri niweke 9 au 90. tisini mm. atakiwa aseme mm. Yeye ndio atakiwa anambia bwana, jezi imenipalia lakini, mm. tuombe uzima mm. tuombe uzima mm. na uongozi na ushauri mm. kama wanahitaji kocha mm. wa kutoka nje basi waende kwenye timu ya taifa ya Madagaskar kama wanahitaji kocha kutoka nje ya nchi i uset 10% Mohamed kaka mbali lakini kaacha watu. mm -hmm. kwa hiyo kama wanahitaji kocha kutoka nje mm -hmm. sisi wa Tanzania wote tunamtaka kocha wa Madagaskar timu ya taifa Yuma ya Madagascar abu, ana falsafa ya mpira wetu. Si yule pale amefungwa na Ahmed Moroko katika timu ya taifa? Alafu yeye amekwenda wapi? amecheza fainali na ile falsafa. Alafu yule Moroko kapata ubingwa kwa mbinde, ile timu ya Moroko ya taifa. Maana unajua ile dunia, unajua. ile tumeiongelea dunia ile ile, Spain brother. Ile basi tu kwa weusu wale wale Spain, Spain wale nakwambia, eh? Yaani kama kali yako pale Msimbazi na Jangwani Spain. Eh. Tao wanaziona na ndio maana wanapila laki Spain lakini wamepata tabu. Mm. Kama wanashindwa wewe basi tuache ule namna gani? Tutie mgunda tu. Eh? Mgunda anatufaa. Kama ndani eh. Mgunda anatufaa. Tumuamini, mwombe Simba yako hiyo. Kama tulivyomwamini Moloko Taifa Stars ya kwako, vaa bendera yetu, relax, eh, mm. Basi naye tumwambie sasa Simba ya kwako, tuangushe tuinuke Mbona kibadeni alichezesha fainali 93? Eh. kwani tunakuwa uoga au kuna watu wanatengeneza pasenti za wageni eh? Anakuja mtu kuchukua dola afu anaondoka, toka flagnaka ipendezi kama wanahitaji kocha kutoka nje. Hmm. Mimi nashauri tumemwona kocha ambaye atakayetuvusha, hmm, na atakayeleta falsafa ya Simba hmm, ni kocha wa Madagaskar hmm taifa yep. la Madagaskar, bwana mmewaona watani wameshinda goli mbili, japo kila shabiki utakayemgusa anakuambia bwana e, tumeshinda, lakini ni uwezo wa wachezaji. Na ndio mimi nimesema hivi, Simba na Yanga mwaka huu klabu hmm. zetu hizi mbili, kama tutakutana na klabu iliyokuwa inakujua nini inafanya, inakueza hatua nyingine, pengine tusivuke ii eh? hatua inafuata, kama tukikutana klabu zinatambua nini wanalifuata mnakwambia mwaka huu tunamwacha Singida na Adam, tutashangilia tutake tusitake, Singida na Adam, tutamshangilia tutake tusitake, Singida na Adam, tutamshangilia uh -huh. Kwa nini unasema Singida na Azam mtawashangilia? na, na, na wala si hivi vilabu vingine, mwalimu au mwandishi? Wamecheza na wameshinda. Yaani wamecheza na wameshinda, mpira unaonekana, ndio tunavyohitaji falsafa ya mpira utembee mpira unauona, yani unaburudika. Yani Singida kama walikuwa wamelipia mashabiki free, yani wale hawajasikitika na ile nauli wale kwenda pale uwanjani. Mimi nilikuwa kwenye TV, lakini nimeuona mpira nikasema, kwa nini sikwenda? Atufiki brother, atufiki. Tukisema tuwafumbie macho, atufiki hata wale watani zangu kama soko cha viungo mzuri yaani hayuko vizuri hmm. Basi kocha mkuu timu ejiwe, ya wale ndugu zangu yeah. Kama si kocha wa viungo hayuko vizuri yeah. Basi kocha wao mkuu yeah. Hayuko vizuri. Nikikupa nafasi useme shida ya Simba iko wapi, utasema iko wapi shida ya Simba mpaka sasa? Mimi nadhani kwanza kabisa tukubali tukatae mm. Tajiri atoke hewani atuambie yupo na Simba au ameiacha Simba. Tajiri atoke hewani atuambie yupo na Simba au ameiacha Simba, ili kama ameiacha Simba mm. Basi tutangaze kama tulivyotangaza zabuni zingine za, za wadhamini na nini ili tupate, kwa sababu kwanza niliangalia Simba Day, tamasha letu, nimemwangalia tajiri hakuvaa beti wei. Kile kitendo kimenishangaza wakati nikirudi nyuma, Simba Day zilizopita nyuma na muona tajiri anaruka na beti, alafu hii kwa nini ya kuvaa beti wei. Nikasema hapana, Uislamu wa kusema vai kamari uongo kwa sababu yeye makampuni yake pia anakopesha na anakopa. Nikasema hapa pana tatizo biashara pili. Nakuja kuambiwa kaiacha timu yake kaondoka, katuachia na babla si na ma, watu wengi wengi tu sasa, magoli na kadhalika. Lengo tu moja, Simba ya wote na Simba ya wanachama, Simba ya Watanzania. Kama amechoka, anasema jamani, kwa sasa basi na si tukisema jamani, mwenye kuitaka simba kama mtu jeze anaweka bilioni thelathini na nane kuuza tu jeze, tukamwambia ya kwako inakuwaje, nisa kuweka mtu wa 50 bilioni hapa, tukawa tunakula vizuri, tunamleta mchezaji pili. Kanambia tajiri tumlete mchezaji yote Afrika, tunamhitaji si wanachama, hatukumpatia maana kile, labda tuseme hatukusema. Sasa mimi nikiwa kama wanachama, naomba tu ile hela ile uliyotaka, na si kuleta mchezaji wa Afrika tunomtaka, wanachama sasa tuletee kocha wa Madagascar, sisi ndo tunamtaka yeah. Mtu asikudanganye brother, tukimkosa kocholi na kwa biligibiligi tena hapa hakuna tunachokifanya mwezi wa 12. Uki, ukikutana naye ananiweka, huyu jamaa kanipangia huyu, mimi kanipangia vibaya, anajitosheleza yani. Mimi huyu kashanipangia vibaya, na ndio maana mimi kwake nilishanyosha mikono mimi, yeye tena sikuwa siangaiki naye yeah. Faraja yangu ilikuwa kwenye timu za huku kimataifa yeah. Nipige watu yeah niendelee yaani, nicheze kimataifa kwa nguvu zangu, mm -hmm. nisicheze kimataifa kama hawa vijana niliowapeleka. Mm-hmm. Mwaka huu pointi zangu wanazitendea haki Azam na Singida. Yeah. Wanazitendea haki. Yeah. Na nawaombea pia kwa sababu Azam akitoka hapa hapa ni ndege. Yeah. Na hapa na boti kwenda Zanzibar atarudi, mambo yanakwenda. Ila huyu kijana wangu anapanda tena ndege. Yeah. Naomba azitendee haki zile pointi. Yeah. Kama sisi wakubwa wao tutakuhama. Yeah. Wao waingie makundi na robo tuendelee nao lakini, ndugu yangu nakwambia yeah. Dua zenu zinahitajika, yeah. Kwa sisi Simba Sports yeah. Dua zenu zinahitajika, mm. Ndugu zetu waandishi na yeah. kadhalika, najua siipati dua kwa hali kamwe tu, yeah. Na yule hawezi kunipa dua, dua yake, ila dua zenu wengi tunahitajika, yeah. Ili tuweze kujiwa tena na kadhalika, lakini Simba nipo kwenye hali ngumu. Shukrani sana kakangu, ni kushukuru sana. neno lako moja kwa mashabiki wa Simba. Unawaambia nini kwa kipindi hiki kigumu mnachokipitia? Ah, kipindi hichi kigumu, tukae tusianze kunyoshana vidole. Tuondoe ile pale sijui Matola sijui Moroko sijui nani, tuwe na lengo letu moja, tunaivushaje Simba. Sio Simba itatuvushaje. Nasi tuseme kwamba tunaivushaje Simba. Jana Simba imecheza bila mashabiki kwa sababu ya makosa yetu, kwa hiyo inawezekana labda ile morali imeondoka. Kwa hiyo mechi inafuata ya ligi, tutakuwepo tukaisupport, tuiangalie timu yetu, na pia mechi ya kimataifa, nadhani itakuwa sababu tumemaliza tuache yale mambo sasa ya diblo diblo.